Asabuene we nenda kwenye sherehe zetu ndio utaona, uone wale wanaoshika meza ya Bwana, wale wanaoshika vyombo vya kutolea sadaka, wale wanaojifunga vitambaa kichwani, wale wanaovaa tai, wanaitwa wazee wa kanisa, wale wanaitwa mashemasi, wale wanaitwa viongozi wa idara. Saa hiyo hakuna mtu kama namna hiyo, wanaishi kama dunia yenyewe. Fufuu hao na ni vijana ndani ya kanisa. Ni waimbaji ndani ya kanisa, ni wazee ndani ya kanisa. Sasa hiyo usimame useme acheni mambo haya, hakuna atakusikia, utakuwa wewe mshamba, wao wanakuwa wa mjini. Nenda tu wanaona hapa kama wanakuona kuta nao, kwenye ukumbi nguo ni za hapa, wanatugawia mapaja asubuhi mpaka jioni, utafikiri mswaki na Colgate. Nguo zina x-ray, maziwa yote yako nje kama ng'ombe awa maziwa anayekamuliwa vote wanakuwa na namna hiyo. Ni misiki nao pigwa ni ile ya ovyo. Mimi nawaambieni ukweli, hii ya aibu ni mbaya sana sana. Saa hiyo hakuna. Hawa watu wafuni mitambo hapa ni waapa tu kwenye makambi, kwenye sherehe zetu za harusi hawatakiwi. Wapo wameleta yule, maana hiyo yu ni mchezo wa biko kwenye sherehe zetu ni swala business leo, na tunaishi kama wapagani kabisa. Lakini tukija kanisani, neema ya Yesu yatuokoa. Mungu wetu bado ni mtakatifu, ni mtakatifu. Anaita washiriki wa kisota wawe na utakatifu, maana Mungu wetu ni mtakatifu. Amen, ndicho msukumo wetu, ndicho simama Wakikudanganya kijana, ya kwamba vijana wote wameoza, usikubali. Mungu ana watu wake hata sasa ambao neema ilifunuliwa kwao ikawafundisha kukataa ubaya na uasi. Amen, haiwezekani maisha namna hiyo, ndio naendelea tu leo. Kwa nini inakuwa hivyo, inafanyikaje hivyo? Hapana, wewe na mimi ni vizuri ufahamu kabisa, Mungu wetu ni mtakatifu tena hao watu wanaowaleta hao wanatuletea ili watufundishe kuwa watu wa Filisti. Halafu anakuambia tunataka wale wenye wivu tuwajue wale wote ambao wana wivu na sherehe hii. Saa hii ni saa ya kujiachia DJ. DJ, niletee watu kwenye ukumbi, saa ya kujiachia. Unaona watu wasivyo na utu wa mgongo, wana minyoo ya kutosha wananesa hapo. Unaona vijana waliokuwa na machi kanisani, unafikiri ni vijana hawa, kumbe hakuna chochote. Unaangalia wale machemashi wale, unaangalia wale wakina nani wale, na wengine wazee wana disaini yao, wanavyoingia wazee kama madume ya nyani na unaona unavyofanya mule, unashangaa kitu gani unaofanyika, na saa hiyo ulimwengu ni ndugu zetu, saa hiyo hao watu tunafanya nao kazi, saa hiyo hao watu tunafanya nao biashara, ni waajiriwa wenzetu, tumewaalika ili waje waone tulivyochanganyike. Halafu kesho naleta unafiki hapa, njoeni kwa watu wa Mungu, tuna mikutano ya injili moja mbili, natasema wanafiki nini, wanafiki. Wanafiki nafiki lakini tunasahau Mungu wetu ni mtakatifu.